mimi naenda njia ya ulimwengu wote, basi uwe hodari, ujioneshe kuwa mwanamume, uyashike mausia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, uzishike sheria zake na amri zake, zake na hukumu zake na shuhuda zake, sawasawa na ilivyoandikwa katika Torati ya Musa, upate kufanikiwa katika kila ufanyalo na kila utazamao. Amen. Wapendwa watu wa Mungu kila aliyezaliwa, wa, wa jinsia ya kiume anaitwa mvulana na anatarajiwa hapo baadaye awe mwanamume au mwanaume, awe, mwana awe kiongozi, awe mume na awe baba. Lakini hili sio tu kwa habari ya majina bali ni yale yani majukumu yanayoambatana na hizo nafasi zilizosema. Mwanaume yeyote amebeba utambulisho au identity, utambulisho ambao ni hatima ya kwake na familia, hatima ya kanisa, hatima ya jamii, hatima ya taifa. Sasa shida iko hivi. Hata hivyo, wako ambao huwa wanabakia kuwa wavulana maisha yao yote yaani, ameshaoa lakini bado ni mvulana. Kuna tofauti ya kuwa mvulana na kuwa mwanaume. Kwa haraka, watu huwa wanafikiri kinachomtoa mtu kwenye uvulana ni umri, lakini ni kule kupevuka na kutambua majukumu ambayo yanaendana na sifa ya kuitwa mwanamume. Ndio maana Daudi ja anampa osia mtoto wake Suleimani, wa jioneshe kuwa mwanaume, koma kuwa mvulana, upige hatua uwe mwanaume yal yani, mwana shika majukumu yanayohusiana na hadhi hiyo ya kuitwa mwanaume. Mwanaume yeyote anapenda kuheshimiwa. Nionyeshe mwanaume mmoja ambaye hapendi heshima, utampata. Chanzo cha baadhi ya wanaume kutoka nje ya ndoa ni pale ambapo wanahisi kwamba wamekosa heshima katika ndoa zao, wamekosa heshima kwa wezi wao na wanapoitafuta ikakosekana, wanakuja na mpango mpango B, ambao ni kutafuta mahusiano nje ya ndoa. Sio mpango mzuri, lakini ni mwanaume anajitetea, hawezi kupata heshima yake. Mwanaume anapenda kuthaminiwa. Mwanaume anapenda kuonekana mwenye nguvu na mamlaka. Sasa ili haya yatokee, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye kuheshimiwa na kadhalika, ili haya yatokee, hapa naomba tusikilizani, kuna wajibu wa kutenda, yaani mwanaume unastahili heshima, mwanaume unastahili ku kuonekana thamani yako, mwanaume unastahili kupewa nafasi yako kama mtu mwenye mamlaka na mwenye nguvu, lakini hiyo haki haiji bila wajibu. Wewe na mimi ambao tuko hapa kama wanaume tunao wajibu wa kufanya, ambao tusipo utekeleza tunakosa ile haki ya kuheshimiwa kama wanaume tunakosa ile haki ya kutambuliwa kama mwenye mamlaka. Unajua, kuna wanaume huwa wanadai mimi ni kichwa, na ni kweli Biblia inasema sisi ni kichwa, lakini kuna wajibu unaohusiana na kuwa kichwa ambao usipotekelezwa, basi unapoteza ile haki ya kuitwa mwanaume ambaye ni kichwa. Napenda niseme kuna mwanaume ndani ya kila mvulana, lakini kuna mchakato wa kumtoa huyo mwanaume ndani ya mvulana ili hatimaye aweze kusimama kwenye nafasi yake. Wachungaji wanajua kuna ndoa zinaingia migogoro sana kwa sababu mume haku ule mwanaume haukusaidiwa hauku, kutoka ndani ya huyu mvulana. Kwa mwanamume huyu aliyeoa amebakia bado kuwa mvulana, na ikabidi mwanamke ajitokeze sasa kusaidia ili familia iweze kwenda. Halafu mwanamume anaibuka, anasema, huyu mama ana madharau sana, huyu mama anafanya hivyo, huyu mama ananiingilia, huyu mama anatawala huu mji, huyu mama sasa. Haya yanatokea, kuna amani ya kweli lakini kuna mbaya yanatokana na mwanaume ambaye hajakamilika kama mwanaume, na kwa sababu hiyo ikabidi kuna mwingine ajaze lile ombwe la mwanaume ambaye hajasimama kwenye nafasi yake, na hivyo inaleta mgogoro, kwa sababu kuna watu wanafikiri uwezo wa kuzaa ndio unamfanya mtu awe mwanaume. Wako wengi wamewapa watu mimba na wakazaa watoto wengi, lakini bado kiakili hawajapevuka, hawajajitambua, wanaishi kama wavulana. Hajui watoto wanakula nini, hajui watoto wanaendeleaje, kwa sababu yeye bado hajajionyesha kuwa mwanaume. Kuna mchakato wa kumtengeneza. Eh, zamani kulikuwa na mambo ya jando ambayo sasa yaliondoka na inasemekana kwamba tuli uh, tulileta mbadala wake, mafundisho uh, ya, ya imani na kipa imara na kadhalika, lakini wengi wanatuhoji kama yale mafundisho ya kipa imara kweli yanamsaidia mtu kutoka kuwa mvulana aweze kukua na kufikia kuwa mwanaume. Mchakato kuwa, wa kumfanya wa, wa, mvulana au mwanaume ulikuwa unafanya vizuri, na kupitia jando. Anajua kuna makabila bado ambayo wa yanafanya hiyo yanamsaidia mtu huyo aweze kukua ajitambue, kwamba yeye ni nani. Ukiwaangalia vijana wa siku za leo ambao wako huko kwenye vibanda wanacheza fursa za kazi, wanabeti wapate fedha kwa njia rahisi, unaweza kuona kabisa kwamba mchakato huu wa kuwatoa uh, wanaume ndani ya wavulana ni mchakato muhimu sana. Kwa maana uenda ukiwa na vijana wa namna hii, hata tukapo balehe na kuweza kuzaa, bado watabakia kifikra, hawajakuwa maana muda ambao wanatakiwa wakaipamanie familia wao, wako kwenye mambo ya yakovehoo. Mambo matatu makubwa ambayo ninapenda kuyaweka mbele yenu. Eh, ya kitokana na uhosia wa huyu mfalme Daudi, anaposema kwa mtoto wake Suleimani, mimi sasa ninakufa. Lugha ya Biblia inayosema nakwenda njia ya ulimwengu wote, ni lugha inayomaanisha kifo, kwa sababu wa kwanza siku ya kufa Daudi ikakaribia. Kwa hiyo lugha ya kwenda njia ya ulimwengu wote, imu imu inamaanisha kifo. Sasa akamuhusia mtoto wake Suleiman akamwambia sasa, wewe ujionyeshe kuwa mwanaume, usiendelee kuwa mvulana, lakini ujionyeshe kuwa mwanaume. Sasa alitaka apitie huo mchakato ili aweze kufaulu hatimaye awe mwanaume. Ili uwe mwanaume halisi ni kutimiza wajibu wako, maana kuna haki na nini, wapendwa. Neno la kwa kwanza katika kujionesha kuwa mwanaume ni kuwa tayari kuanzisha mchakato wa kuwa, kuwa mwanaume sasa. Kuanzisha mchakato wa kuwa mwanaume, nataka kuamini kwamba tutakuwa tuko kwenye ngazi tofauti tofauti. Kuna ambao walishauanzisha siku nyingi, kuna ambao wanatakiwa kuuendeleza ku, ku, kuna ambao anatakiwa kuuanzisha sasa lakini ni lazima kukubali kuanzisha. Jambo la kwanza hilo, kuanzisha mchakato wa kuwa mwanaume. Huu mchakato unaanza na wito wa kumcha Mungu. Kama umesikiliza vizuri alichosema Daudi kwa su, uh, kwa Suleimani, anamwambia mimi naenda njia ya ulimwengu wote, basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume. Kwanza kuna neno hodari hodari, ilibidi niende kwenye kamusi kuangalia maana yake ni nini. Maana ya neno hodari ni mwenye kuweza kufanya kilichowashinda wengine. Katika mambo ambayo yamewashinda wengine, kwa wanaume ni kwa wacha Mungu. Wanaume wengi wanaona ya kwamba wanaotakiwa kumcha Mungu ni wanawake Ukiitisha semina ya neno la Mungu unaweza kwenda ukachanganyikiwa, ukajiuliza, hili ni kusanyiko la wanawake au namna gani? Maana utakuta wanawake wengi, wanaume wachache. Kwa hiyo Daudi, anamwambia Suleimani, anzisha mchakato wa kuwa mwanaume, na huo mchakato uanze na uhodari na uhodari ni kufanya kile ambacho wengine wameshindwa, kile ambacho kimewashinda wengine. Unajua ameunganisha hayo maneno, kama una Biblia na mimi pale pameandikwa, basi uwe hodari koma ujionyeshe kuwa mwanaume. Maanake vinahusiana kati ya kuwa hodari na kujionyesha kuwa mwanaume. Wanaume wengi wanajivunia jinsi ambavyo wako mahiri kwenye mambo ya dunia, wanajivunia jinsi ambavyo wako mahiri kwenye anasa. Hata akija kanisani, anakuja kama amekuja kituo cha polisi, anakaa pale, anavizia saa ngapi ibada itatoka, akimbie. Ibada ikiongezeka muda kidogo, anaondoka kwa sababu anaona kumcha Mungu sio la kwake, hilo hilo ni la kina mama. Ukienda kwa jumuiya nyingi, unaweza kufili ni kusanyiko la wanawake, wanaume utasikia ma mahudhurio yakisoma mmoja wawili, mmoja wa wili wa. Lazima mwanaume afanye uamuzi kwamba mimi nitafanya kilicho washinda wengine kama wanaume wengine wanaona kanisani ni kituo cha polisi, haitakuwa hivyo po kwangu. Kanisani nitasema pamoja na Mfalme Daudi, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana, ni utazame uzuri wake. Haleluya! Hicho kimewashinda wengi. Wanaume ukimwambia aanze Simba na Yanga ikitoka iingie Arsenal na Chelsea ikitoka iingie Madrid, saa saba ya usiku, amechoka hoi, lakini umwambie ibada iende saa mawili, hawezi. Sijasema kuwa kufuatilia pia mambo ya mpira ni vibaya mibaya, ah -ah. lakini lazima uwiano utengenezwe. Wanama, tunapotumia muda wetu, hayo wote wanaweza. Sasa lazima sisi tuende hatua moja zaidi, ndio maana ya kuwa hodari wanaume hatuwezi kuonyesha tu kwa kuwa shabiki shabiki kindakindaki wa Simba. Ah, hiyo kila mtu anaweza mm -hmm. lakini kuna ambacho Suleimani anaambiwa na baba yake, ambaye amekaribia kufa kwamba uwe hodari ufanya ile ambayo imewashinda wengine, na mojawapo ambacho tunawashinda wengine ni maswali ya imani, kuingia deep kwenye imani. Wanaume tunakala kimtego mtego kwenye mambo ya imani Yaani, hata unaona kama nikiwa diu sana, unaona imani hivyo watu watanionaje? Jamaa, mbona hatukuoni wanaume wanapokusanyika? Halafu unauliza wanakusanyikaga wapi? Wa, wanakuangalia kule. Ninapotokea kuna wakati ikutokea e, e, mgogoro kati ya kanisa na, kanisa na na kijiji kutokana na shamba ambalo kijiji kilisema ni mali yao sasa unajua, wachungaji wakatumwa waende wakaelimishe, kwa sababu jamani, ni shamba la kanisa na nini. Mzee mmoja akaongea maneno ambayo mpaka kesho yananisumbua, akasema. Na alisema yeye anamaanisha kitu kutoka mluni make, anasema sasa, hiki kitu unajua nimekifikiria, nikaona, unajua, wachungaji hawana uelewa mkubwa sana kwa sababu hawana exposure, hawapati nafasi ya kukusanyika pale ambapo wanaume tunakusanyika na kubadilishana mawazo. <laughs> Na alikuwa anamaanisha kwenye kumbi za starehe. Kwa hiyo, alikuwa anaongea akiwaonea huruma wachungaji kwamba, unajua, hata kwenye hili jambo mtazamo wao ni finyu kwa sababu huwa hawanaga fursa ya kukutana kama sisi. Eti wakikaa mahali kwenye kileo ndiyo yeye, yeah, anaona kwamba hiyo ndio exposure, ndio wanapeana akili zaidi. Jamani, hayo wanadamu wote wanaweza kufanya, lakini wacha Mungu, mwanaume amehitaji kuwa hodari kufanya yale ambao wengine wameshindwa nayo, ni kumcha Mungu. Somo letu linatutaka tuwe hodari. Tukiingia tuingie na miguu yote, tukikaa tukae kwa kutulia. Ingia na miguu yote, sema hapa nimefika. Museme mtakachosema, lakini nimeshafundishwa kwamba niwe hodari, na uhodari ni kufanya kile ambacho wengine wameshia. Kwamba kama ninakuwa nina, nina, nina, nina mtu wa imani niwe mtu wa imani, nimaanisha nina, kama ninakuwa kanisani niweke miguu yangu Nimebeba Biblia nikajifunze neno niweze kuwa thabiti kiimani mm -hmm. Haleluya. Ah. Unajua, si uy anajia kwa kusimulia familia moja, mchungaji, alafu akaangalia pale akaona huyu baba ni baba yule ambaye kanisani anakaa kwa kuvizia. Kwa hiyo wakati anamaliza mchungaji akasema basi, ningeomba eh, baba utafanya maombi tunapomalizia na anamwangalia tu baba baba, akasogeza mguu si <laughs> si si, si, na mkaanza kumwona hapa sasa. Ndio ndio kwa sasa huwa sijui hata msali tunaanzaje. Sasa mchungaji kumbe na yeye anaelewa, anasema mbona ukaenda mke wako? Kumbe aliona. Sasa alifanya hata sivino nilikanyage kumwambia mama, wewe si ndio ukanisa unaendaga kila mara unaomba niokoe sasa mwenzako hapo. Na mchungaji kumbe yeye lengo lake ni kumuonyesha ya kwamba baba, kuwa uwe mwanaume, uwe bodari, ufanye vile ambavyo wengine hawawezaji. Wengine ni kweli hawawezaji kuomba, lakini wewe unaweza ukaomba kama ukitaka, na ni pale papo utajiachia na kumruhusu Roho wa Mungu akufundishe jinsi ya kuomba. Haleluya. Amen. Kwa hiyo, mchungaji nikambidi sasa usaidie ule baba kwamba utaendea kungaleja mgi wako aninini, afadhali ulibadilike umruhusu Mungu atawale maisha yako uwe hodari ukajionyeshe kuwa mwanaume. Amen. Kesheni, simameni imara katika imani. Fanyeni kiume, mkawe hodari. Haleluya. Unaona, maneno pia yana yanasafiri pamoja ya maneno yanayosafiri pamoja ni yale yale kwenye ile somo kilosoma amesema, uwe hodari ukajionyeshe kuwa mwanaume. Hapa Mtume Paulo anawaandikia Wakorintho, anasema, kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume mkawe, mkawe, okay, hodari. Asante sana. Fanyeni kiume mkawe hodari. Unaona, hodari na wanaume yanakwenda pamoja Mwanaume alianza kuumbwa, mwanamke akatolewa kwenye ubavu, na unaweza kuona hata mwanaume anapewa hadhi ya kuitwa kichwa. Kwa hakuna mwanaume aliyekamilika, ah, ah, bila Mungu kupata nafasi katika maisha yake. Ni lazima ndugu zangu tuamue kwamba sisi tutakuwa hodari, tutafanya yale ambayo wengine wameshindwa. Kama unakubaliana sema amen kama kuna kitu ambacho wewe na mimi kama wanaume tunakihitaji ni kuwa na uhusiano na ushirika ulio hali na Mungu. Na huo ndio mchakato wenyewe, lazima uanzie hapo, kwa sababu usipoanzia hapo <coughs> kumcha Mungu, mambo hayataenda. Lazima ianze na kumcha Mungu. Sasa kuna mengine sasa yanafuata huku mbele, haya yakuwa kichwa, ambayo utakwama kama haujaanza na kumcha Mungu. Kuwa na uhusiano hai na Mungu, kuwa na ushirika hai na Mungu. Hayo ndiyo ambayo wengine wameyashinda, na wewe usio miongoni mwa walioshindwa. Wewe ni miongoni mwa walioshinda, amen. Wewe ni miongoni mwa walioshinda. Hilo ndio la kwanza. La pili ni kutambua majukumu ya wanaume, kwa sababu naongea tu mambo matatu: kwanza na kuanzisha mchakato unaheri kama ulishaanzisha mchakato wa mahusiano na Mungu. Maana mstari wa tatu kwenye hiyo hilo neno Biblia inatuambia pale kwamba uhodari unaunganishwa na swala la kuwa mwanaume, na tukaona uhodari ni kufanya yale ambayo wengine wamefanya nini, na tukaona mstari wa tatu umeeleza hayo ambayo wengine wameshindwa. Mstari wa tatu amesema Uyashike mausia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, uzishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shahuda zake. Kifupi uwe mcha Mungu, kifupi uwe na ushirika na Mungu, tena ushirika ulio hai. Haleluya! Uh -huh. Hakuna ushirika hai bila mawasiliano <coughs> so, si unafahamu? yes. Yani mtu akisema Eh, mimi na mke wangu tunaelewana sana. <laughs> Nishasikia mtu alikuwa anacha simu ya ndoa, halafu akasema hebu muandikie mpenzi wako. Al, nani ana shida na mke wake? Akasema ah, tuna shida gani? Sisi tuko vizuri. Akasema hebu muandikie mke wako na kupenda. Wote wakaandika chap na kupenda. Si wanafuata maelekezo. Alafu akasema hebu badilishaneni simu zenu kuangalia majibu yanayorudi. <laughs> Miongoni mwa majibu yaliyorudi utaniambia uko na nani? Utaniambia hii message ilikuwa inaenda kwa nani? Aha, kwa kweli hapo kuna upendo. Alafu mtu anasema utaniambia hii message ilikuwa unamtumia nani? Kuthibitisha kwamba ma, hakuna mahusiano hai bila mawasiliano. Sasa kwa sababu hawa watu hawako vizuri, ndio maana anapoandikiwa ujumbe na kupenda mpenzi anasema, utaniambia hii message ulikuwa unamtumia nani? Sababu sijawahi kusikia hiyo kauli kabisa, all of a sudden imeibuka. <laughs> Sasa kama mtu una mahusiano hai na Mungu utakuwa na mawasiliano naye kwa njia ya sala, ndio pointi yangu. Kwa hiyo kama kwa mfano unaniambia mimi nilishaanzisha mchakato, utajipima kwenye mambo madogo madogo kama haya. Je, una muda na Mungu wa kuongea naye? Je, una muda na Mungu wa kusoma hii barua yake? nina sasa naongea mambo matatu. Jambo la kwanza, nimezungumza hili la kuanzisha mchakato. Jambo la pili, kutambua majukumu ya mwanaume. Jamani, mafanikio yote katika maisha yanaanza na kujitambua. Mara nyingi unasikia mtu anasema yule ajitambui kwa nini? Kwa sababu ukiona mtu yeyote amepiga hatua katika maisha ni lazima ianze na kujitambua, kwamba wewe ni nani. Ili uitwe mwanaume lazima ujitambue kwamba wewe ni kiongozi. Wewe ni nani? Sasa kuna wanaume wameoa, lakini wanaongozwa. Hapana, lazima ujitambue wewe ni kiongozi mbeba maono wa familia yake, ashirikishe maono yake, aongee na watu awaeleze. Rais Mkapa marehemu, amona utaratibu wake, kila mwezi anaongea na taifa kupitia redio na televisheni, kama kiongozi anawaeleza Watanzania tunatoka wapi, tunakwenda wapi. Na weye ni kiongozi wa taifa linaloitwa familia yako, unalieleza taifa lako unatoka wapi mnakwenda wapi, mtafikaje hapo? Sio unaongea tu rejareja. Watoto wanafeli, unasema lione uta unafeli namna hii, wewe umekwisha, hauna kitu hapo. Sasa kiongozi afanyaje? Hivi kiongozi ana inspire, anamwambia mwanaye you can do better, ili hizi grade hizi unaweza ukazibadilisha kabisa na kuona wewe ukiwa mtu mkubwa kwenye, kwenye jamii yetu kwenye taifa letu Kiongozi huwa anainspire watu, anawahamasisha watu, anawaambia mnaweza kufanya vizuri zaidi. Nachozungumza hapa, pointi yangu ya pili ni kujitambua majukumu, kuyatambua majukumu ya mwanaume, maana nimesema kuna haki na kuna wajibu. Na eneo la kwanza ambalo ni jukumu la mwanaume ambalo linagusia sasa ni, ni nani? Okay. Asante, kuwa nani. Asante, kuwa kiongozi. La pili, kuwa kuhani. Ukiangalia vitabu ya Kimagulu Mungu Wetu, kurasa wa 494 linasema wazi wazi pale, kila mwenye nyumba, kila mwenye nini? Jamani, si mnasikia hapo kunaitwa <laughs> <laughs> baba mwenye nyumba, baba mwenye nyumba, baba mwenye <laughs> nyumba. Ameandikwa hapa kwenye ukurasa wa 494 kila mwenye nyumba. Siku ingine nitakuja kuwaomba waadiga hapa, kila baba mwenye nyumba haleluya. <laughs> <laughs> <laughs> baba mwenye nyumba ni kuhani. Sasa kuhani kama yuko biza, anaangalia watu wa, wanacheza kule Ulaya, wanalipwa kwa, kwa kucheza kwa, kuki, kwa, kuki, kwa kukimbiza ngozi ya ng'ombe uwanjani kila akirudi anakuta watoto wameshalala. Kuhani anapata wapi nafasi ya kukaa na na, na, na, na, na na familia yake aweze kuwafundisha neno la Mungu? Au kama kuhani akirudi tweki zimeshapotea sura, unajua ile kitu watu wanatumiaje nakata nkikishwai, akirudi hata mwenyee akitambui, anaweza kweli kuwa na kitu cha kuwasaidia yeye kama kuhani? mwana kuhani anasimama, kujezamu, anawaombea watu, anawaongoza watu katika njia ya Bwana. Martin Luther alizuzj ukuhani wote wa kulingana na Petro wa kwanza mbili sawa tisa. Na mwanaume ni kuhani, anawaongoza watu katika kweli ya Mungu, anawakutanisha watu na Mungu. Nakona kulala, mwanaume ndio wa kuangalia milango kama imefungwa, geti limefungwa, sio nasema niacha wazi sio mwanamke alofunga ni wewe ndio, kwa sababu hata jambazi ya kija au watu wakavamia, unadhani naye na ni na mwanamke huwezi kumwambia hebu kaangalie naye, umepoteza sifa yako wewe. Unanyanyuka tu, hata na mtanikambia hata kama nakatutu kadogo sauti ya kiume tu ikiwepo mahali yani, inatosha kabisa kuonyesha ya kwamba sitakicha tofauti. Sasa mwanaume ni mlinzi, linda familia yako. Kama mke wako ana matatizo, mlinde usiende kumexpose sijui wapi na wapi na wapi. A, a mlinde, zungumza na